Na mwembo kuna sikiliza ni Baraka One TV, tuko majira ya saa tisa, yes, saa tisa za Afrika Kati ikiwa ni kumi hivi kwenda majira ya Afrika ya Mashariki. Na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wangu Asuma Rajabu Akili Kabonga. E, ni tosho kwanza dhati kwa Ejide Kizenga Tembele, pia sijamsahau ndugu yangu King Sele Eh, Kizabe Ayeba asokolo Ayamba Mashaka eh, piaje msahau ndugu zangu wote, ndugu zangu wote ambao mko na tusikiliza Baraka One TV kutoka pande zote, akiwa mkisikandeke ya simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Shaka Baguma kutoka Uganda, ehe, na wengine wote, eh, pande zote za dunia. Nafikiri tunasikia vizuri sana kuanzia Australia kuingia Canada ingia USA kupanda mpaka Europe, Central na East Africa, South Africa, kukuonyesha kuku, eh, kwa kipindi hiki ambacho ni kipindi cha habari na maelezo. Katika maelezo ambayo tumepata, wananchi wa Uvira wengi wamesikitishwa na kuchoshwa sana na kitendo cha M23. So, ya, ya mambo kutoka Uvira Goma vijana wa Goma, wananchi wa Goma wanaendelea kutabika na kuteseka, na hivyo wamechukua sistemu mpya sasa, kwa sababu M23 haipendi watu waandamane. kinye wako wanafanya ni kwenda naandika kuma vibambazi vya barabara kwa mabango kwamba M23 degage, degage, degage, degage, degage, degage, hatuwataki tena, hatupendi kuona M23 sababu waliweza etufe marche nilikuwa prepare ya bajene ya Goma kutaka M23 iweze kutoka. Unaona kitu ambacho M23 wana kama mkuu wa wanaume na mnapendwa, si mwache batu bamanifeste, mwemu mulimmobilize batu waseme bamanifeste kuomba mbakie mugoma. Haya, sawa. Sasa mwache batu bamanifeste, mwemu, mwemu batu bamanifeste, mwache batu ingine awawataki Delegation ya Kongo Rwanda, nchi za Maziwa Makuu, ikiwemo pia na marais wa staff akiwemo Obasanjo uh, sanjo nani huyu ambaye amestaafu Nigeria takumbuka. namsaaujmbk pia ikiwemo rais um, mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta wameweza kwenda Togo kwenda kuzungumzia kuhusiana na hali ya utaratibu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mazungumzo bado yako yanaendelea maeneo ya Ruchuru, Masisi pia, Walikale wazalendo wa, wanaendelea kuwakunguta vibaya M23 katika vijiji mbalimbali huko maeneo ya Mpeti eh, kukisemekana ranforsema ya, ya M23 pale na huku pia Lubero. Magari ya M23 yanatoka sehemu moja kuelekea Lubero huku ikiwa iko na wasiwasi ya kusema kwamba est ce bando kuranforce ama ndio viko nafanya ile repli strategique, kwa sababu kwa habari ambazo niko nazo M23 sio tu Uvira ndio natakiwa ni watoke. A a, wanatakiwa watoke Goma, watoke Bukavu, watoke kote kote. Niliwaambieni kwamba masuala ya mazungumzo pamoja na M23 haitakuwa gisi watu mkuu mnategemea. A a, haitakuwa hivyo na kwa hiki ambacho kimefanyika muvil ya Uvira, sasa hivi itabidi pia kule mkue mko makini, sababu hizi piage ndio zitafanyika pia na maeneo mengine, watapie batenda na pie mpaka mshangae serikali eh, ya kishasa imenunua mjengo ndani ya jiji la New York, ikiwa ni karibu tu na makao makuu ya Nations Unies mjengo huu ambao utatumika kama vile ambasade ya Kongo. Kwa mara ya kwanza serikali inanunua nyumba yake ambayo itakuwa ni ambasade, eneo la wakongomani kuja kutoa e, shughuli zao za kiubalozi za kimkakati pia maeneo ya New York City. Ni jambo nzuri na leo hii e, mchana magari mapya ma, ma, ma, magari tena ya M23 zile mabeni beni tena zimerudia kuja kusomba tena eh, kamuzi ile nani, maguduro mengine hapa. Kuna nini ambacho tunatakiwa kuelewa? Ni kwamba watu wako, nasema drone uh, ziko wapi? Kwa nini basi bombarde ile ma maguduro? Sasa uh, tukibombarde maguduro iko na faida gani hmm? Wende waribishe drone bombe juu ya kubombarde uh, guduro Godrio na kutenga yapi na bombe na kutenga yapi? Naona. No. Bombe hawezi piga juu ya Godrio. Ah ah, juu Godrio tutanunua nyingine. Na bombe inapiga kwa yule agreseri. Yule akishapotea, hautamuuza mwingine. No, na Godrio ni ile ile. Lakini mtu haiko yule yule. Watu wako tofauti. So, eh, kwa hiyo kama wewe uh, tunangoja kwenye tutaona wanajikusanya mwa Senkanti. Alindo tunaangusha chapu. Hapana, tu ma magari ziko kwa mstari, ziko zinaenda haya, utenda piga na, na naendesha yale magari nani? Bukavu, ni bakongole. Sasa utenda kupa pigia nini? Wao sio kwamba walikuja wao, ndo wamekuja wa kuchukua wamekamatwa kwa kinguvu, na wao pia wa, wamelazimishwa wa waje wasombe, haya watakataliwa, naona. Kwa hiyo hapa hizi kubombardee hile juu ni raia ndo iko naendesha. Sisi tulikuwa tunataka tuone convoy zao unaona. Lakini wa, wa, wa, walitumia ujanja sana wa kutokuwa hata na sindikiza zile ma, maguduru yani <laughs> e. Ile maguduru ziko zinapita ezopek ezopek ezo peke na shoferi mmoja tu, donc hakuna hata ile kusema sema E, bata nani batakuwa bata viko na convoy moja mbili nyuma na nyingine mbele ya kuwasindikiza juma, na najua kwamba bakitoka tu na jeep mwenye basoda, na shambule, tu na iko na basoda eh, mabitu kwenye kuko baraia hivyo. Kwa hiyo watu wanabidi waweze kuelewa napoelewa mambo inakuwa pia inasaidia kuleta sura nyingine. So, ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka one TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza huw kwa unapata haya matangazo kila wakati. Tuanze na hili hapa, maraisi wa wastaafu na washirika wa moja matai, wa, wa moja Afrika wameweza kwenda kutembelea Togo ambako mwakilishi pia na mpatanishi mwingine rais wa Togo kwa ajili ya mzozo wa Kongo na Rwanda alikuwepo, pia waziri wa mambo ya nje ya Rwanda alikuwepo, rais mstafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, pamoja na maraisi wengine wastafu ambao wapo katika shughuli za upatanishi. E, ambacho walikwenda kuzungumzia ni kuhusiana na kuweza kuondoka kwa vikosi vya RDF Congo na pia kuweza kupata amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Hiyo ilifanyika hivyo na ikiwa ni katika harakati za kujaribu kuweza kuleta amani ya kudumu ndani ya RDC ambacho Kongo inasimamia ni retret ya matrupe za Rwanda kantonema ya M23.

Oh, inchi kwa sheria mbaya. Eh hai, kisha mnataka nini nyingine? Oh, tunataka amnesty. Unasikia? Tunataka tusamewe. Eh eh, kisha eh kisha baada ya hapo sasa ndo tukae chini tuunde serikali mpya. <laughs> Eske ishe hii serikali yenyewe iko iko legitime ama haiko legitime? Kama balifanya ile mama mama mixage wakati ya politika na juu utawala wa Kanambe akukuwa na legitimité mwenye alikuwa President Laurent Désiré Kabila alingiaka par force ku coup d'état. Mwenye alikuwa president iyo, Kanambe, eli, bali, bali muwekaga tu pale. Donc, alikuwa iko ilegitime pale, pale. Donc, ile tema mixaje, bali kwa na haki ya kuifanya juu ni rais mwenyewe hakuchaguliwa. Sasa wako na haki ya kuunda serikali ya pamoja. Sasa hii rais alichaguliwa, tulifanya uchaguzi akapita, takufanya pa nini? Tutaunda serikali ya hae na barebel pointi kubwa tusamehewe, kusamehewa? Ni lazima sheria ifuate kazi yake, yeyote mwenye aliua atarepondre kwa justice, ile ni lazima sasa hiki ndio M23 biko wanajaribu kukwepa, lakini watakwepa kwepa mwisho wa siku batanaswa tu aya, um, yale magari yameonekana kurudi tena Uvira leo hii e, yamerudi tena kuja kusomba mizigo ingine awe Yaani biko na somba ni kusombelea mpaka iiko. Kikubwa ni kwamba uh, wazalendo wasishambulie hizi mamisafara juu wenye wako nabeba ni raia tu peke yao, kwenda kuharibu maminisio juu ya wa vijana wetu. Ni wakongomani wenzetu hawa, wamelazimishwa Nahivo eh, lazima sheria itafata mkondo wake. Baadaye bako bakobia identify, tutajua baadaye zile gari zolikia kuiva gudro tena. Hizo zinakuya baadie, muzione zikia kuiva gudro. Jana Ufira zinakuya tena

Balozi mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya Kongo imenunua nyumba mpya ya level tano, imezoa etage ya 5 niveau, iko pembeni tu ya ofisi za Nations Zini, New York City, na hivyo itatumika kwa ajili ya shughuli za kiserikali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

mapigano ambayo yamefanyika maeneo ya Lubero e, Walikale, Ruchuru pamoja na Masisi e, M23 wameonekana kutoka na magari maeneo kuelekea huko Lubero. Kuna posibilite mbili, moja ni kufanya repli strategic wanakimbia, na nyingine moja ni kwenda ku reinforce Lubero. Jua nataka wajikaze e, waweze kushambulia wafanye mashambulizi ya kuelekea Mwenga zaidi sana na eh, ku teritwari ya Fizi, Fizi centre kule kushikia Baraka ndo moja kati ya plani ambazo wako nazo, lakini wakumbani wanaomba kuwa watulivu na kuweza ku, eh, kusubiria kuona vigilance yenye iko inafanyika na FRDC pamoja na Wazalendo ah, ah, ah, ah, ah. Nana

Yes, haya kwa mengine yote ambayo yamekuwa yakifanyika ndani ya jiji la Uvira na sehemu mbalimbali e, nipa nafasi ya kuweza kusikiliza haya mambo na publie majina ya batu mko mnatoka motaia kupashana ni kosa makumonatokatoka mukitu kenyewe amujui o mumambo ya barwande kama tu mipango minene na bebewa mu nouvelle communauté internationale de peuples de nation ujue deja justice ya kweli na anza utaona jeshi ya nchi nyingine tatoka iko na bifaa ya bitu yote na maavion de guerre na bitu yote inashimama ku Rwanda na inaonyesha nani ba militaire ya Rwande mujiretire ekia kutafuta fulani fulani fulani, fulani, fulani. Naba bo batu batababamba njo batataya batu yabo leo biko na mwanga damu ya ba Kongole chini muyue sheria ya Mungu inakuwa karibu. Sheria ya Mungu haitafania mbinguni, itafania ni hapa kulimwengu. Kubatu kubato nafanya mabaya njo kamna babumbafu yote biko naenda kujiingiza kumambo ya kule. Mujitoshe, mujitoshe. Amerika haiko grand puissance yeye mwenyewe, ma grand puissance ya ulimwengu iko mingi sana. Banasemaka mbele ya tatizo ni furaha. Mbele ya tatizo ni furaha. Mpenda yote, akosa yote. Kongo ni nchi nyingine, Rwanda ni nchi nyingine. Hakuna mtu anaweza kubadilisha sheria ya mulimwengu hii inaangalia eh, nchi ya Kongo na ya Rwanda. Nikujiingiza mu mambo yenyewe italetea shida kesho. Njoko amani kwa nimeosha moyo ba Congolais, benbe kompage yetu. Mujue kama ma formation yetu inapasha kwanza Kongo. Ile vita ya kule haitaendelea, ya hakuna fazi itaendelea. Ile vita haitaendelea tena mbali, juu mipango yenye isha kubebewa. Iko mipango mikuu minene sana, na zaidi ni mie daktari niko namionesha wakati. Tuko hii ni wakati wa mutu yote biko na najiiza mambo ya maafisa M23, mutoke, mutoke utaregrete au takimbia Angleterre au takimbia Ameriki au takimbia France au takimbia nchi yote ya Afrika, hautakimbia Asia. Utaenda wapi? Utabambiwa. Tuko ndani ya Etats Unis dafrique, tuko ndani ya nouvelle communauté internationale des peuples de nation. Utaenda wapi? Naona tu akili yenu iko kidogo, akili mfupi sana, wakati uko napanga mipango moja ya mpumbavu. Kuko mipango ile iko nakupangia juu yako. Njoo kwa amani, niko naonyesha kweli niko na meosha kweli. Hii ni wakati wa kujishusha zaidi zaidi, mwebe ni mko naingia mambo mabupumbafu kufuatana na Kagame. Kagame ule aisha beba damu ya batu atasamba, wala baiti yake itasamba, juu la loi va jusqu'au delà de la mort. Sheria inaenda timu mpaka kukifo, ndio na mtu mwingine abawezi kumuzika. Wanasema huyu atazikiwa, inafaa mifupa yake baitupe ba ndani ya mai Meme ku Israeli balikuwa banasema huyu hawezi kumuzika hapo, hawezi kumuzika ndani ya nchi, ni sheria ya ulimwengu iko. Osama bin Laden bakaenda kumuua, bakabamba maiti yake, bakatupa ndani ya maji. Alifanya genocide kwa Etats Unis d'Amerique, aloba genocide. Ya bote inaniangalia, mimi sikumituma haraka haraka yenu, inasibasemaka haraka haraka haiko baraka

Twende navyo na Paula banaenda navyo, angalia imeosha kweli. Mambo ya limwengu inaisha kubadilika sana, na zaidi oni haiko tena kitu ya maana Unaona, hii ita disparait, ita ita, ita potea, haitakuwa hako tena. Mambo ya ulimwengu iko naenda kupata changement. So, ni kitu yenyewe peda kumionyesha kwa kifupi. Mwenye masikio ausikia asikie, na huo ndo mwisho wa matangazo yetu wa uh, mchana huu eh, jin jioni ya yeah, jioni. Yeah, saa tisa tukutanani saa kumi na mbili za jioni ambako pia utasikiliza mengi kutoka Uvira kupitia Baraka 1 TV.